Nana, Nana, Nana. Mke wangu yuko nje, tunafanyaje? Tunafanyaje Nana? Eh, are you serious, Tony? Unaniuliza mimi tunafanyaje wakati wewe ndio mwanaume humu ndani? Hii nyumba ni ya kwako. Hiki kitanda ni cha kwako. Hiki chumba ni cha kwako. Are you serious? Nana, mke wangu yuko nje, unaongea nini?

Umechelewa interview. Jioni. Hmm. Hmm. <pleas> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Hebu tuliende kupigia vede kidogo. Nini kinaendelea? Na uliniambia jana si una jana si unaambia unakuja kulala kwangu wewe. Ni kweli nilikwambia nakuja kulala kwako kwa, lakini nimelala kwa Kendrick. Wewe huoni kama siko huyu kuongea? Nimekwambia niache, nitakupigia ntakupigia, Nuru usije ukakata simu. Umenielewa? Usikate simu, tutagombana. Sasa usikate simu wewe. Sasa unataka kuleta matatizo, si ndiyo? Hautaki kunielewa nachokwambia. Nisikilize wewe, jua tunakupenda sana, na nitakutafuta baadaye, baadaye. Kama nilivyokuambia rafiki yangu, leo ni siku muhimu sana kwangu na uh, nilikuwa naanza kulifanya lile jambo leo kwa Nuru, na nadhani huu ni muda sahihi wa kulifanya lile jambo eh, na sidhani kama nitakuwa nimekurupuka, ila na wasiwasi sana. Mm, nakuelewa ila uh, acha nifanye kile ninachokifeel kwa leo. Okay, thank you. Tunafanya nini hapa? Nana, hapa acha ujuaji. Hatuna namna yoyote ya kukufanya wewe kutoka nje kwa sasa. Wacha mke wangu aingie wa ndani. Nikajua kitu gani nitafanya. Sikiliza nikwambie wewe Tony, hakikisha humu ndani natoka salama. Sijui unanielewa. Wewe ndio umenidanganya. Mimi ningekuwa najua mke wako anarudi leo nisingekuja hapa. Sikiliza nikwambie unanijua vizuri kabisa Tony, mimi heka heka sipendi. Sipendi mimi nikichaa nitakuaibisha. Hey. Sasa wewe unajifanya kichaa? Nenda kamfungulie mke wangu mlango. Mimi nataka nikusaidie wewe hapa. Hey. Alafu nataka maneno mengi. Hapa tunasaidiana. Unisaidii mimi peke yangu mwangalie. Nana vipi tena? Nana unasemaje? Sasa tunafanyaje? Mungu wangu. Nana hutaweza kupata matatizo kweli huko. Listen, let me talk to Candy. Afu tujue tunalisovuja hilo swala. Sawa,

Kendi, he he he he, mambo yameharibika huko. Nana, fumanizi na mke wa Tony. <laughs> Nana jamani, nana huyu <laughs> nana huyu mimi, kila siku namwambia achane na mume wa mtu. Kwa nini asikii haya? Imekuwaje yaani, ninavyoongea na yeye sasa hivi Kendi kafungiwa kwenye chumba cha nguo, hajui anatokaje. Mke wa Tony ndani ya mjengo Hey, sijui ukamwona. Yani, hali ni mbaya sana <coughs> Karo, kwa sasa tunafanyaje? Maake, mi sielewi. hmm, unajua nini hapa cha kufanya? Tumpigie mastermind yeah, <coughs> karo. Na uyo Nuru ye anaweza kusaidia chochote? Na huyo Nuru hajalala umundani. <coughs> Hey, hey, hivi wewe unaijua nguvu ya mapenzi unaisikia? Yaani Kendrick kashamteka dada yetu na hatuna cha kufanya, ni anani kwaza jamani, eh. Speaking of Kendrick, yule kaka ni anani kwaza. Yaani katika watu wote wanaotuzunguka, hakuna mtu namchukia kama Kendrick, sijawahi kumwelewa kabisa. Ndo shemeji yako ndugu yangu, huna cha kufanya, nabidi tuzoee shemeji. Ngoja mi nimpigie Nuru. Shemeji my foot. <laughs> Kabla hujaniambia chochote kwanza, guess what? Kendrick amenivalisha pete ya uchumba asubuhi hii. Unaongea nini wewe? Kendrick amekuvalisha pete ya uchumba au sijakuelewa? <laughs> yes. nakwambia Kendrick amenivalisha pete ya uchumba asubuhi hii. Hayo mambo tutaongea baadaye, huku hali si shwari, mdogo wako anafumaniwa wa sasa hivi na mke wa Tony. Tony amemfungia kwenye chumba cha nguo eh. Sasa tunafanyaje? Tunakusikiliza wewe. Sawa, nisubiri nakupigia sasa hivi. Umesikia? No we subiri simu yangu. Nyema eh, dada yako amevalishwa pete ya uchumba na Kendrick. Hivi ni kwa nini Kendrick ni tapeli kiasi hicho na Danuru naye? Kweli kabisa amekubali kuvalishwa pete na Kendrick. Kendrick huyu unamjua mimi? Habari ndio hiyo tena mwenzako huko ana furaha ioje, yani ikabidi mimi nimkatishe. <laughs> <laughs> yani kwa kumpa ah, habari yani, uh hapo -huh. tu kwa kweli, aha, za nana ndo akapoa Kendi mpaka sahizi huko. Hapa mimi nilikuwa najua umeshafika kwenye interview. Shukrani baba. Kendi, ukipoteza tena nafasi hii usinisumbue tena masuala ya kazi. Ni mara ngapi umefanya upumbavu? Mara ngapi? Sitotaka unipe story yoyote ile. Na unajua namna gani mimi nakupambania. Listen dad, usijali. Namwaisha sasa hivi. Sasa hivi. Leo ni siku yetu. Tunakwenda wapi sasa? Na wakati tulikubaliana kabisa kwamba leo tunashinda wote humo ndani. Kendrick, I know, lakini I have to go. Kwa sababu nimepigiwa simu. Na najua kuna shida hiyo. Na unamjua mzee Jako hivi tu, na mtu mzima hataki mtu aalingalembali, na ndio maana nataka nikuoe mpenzi wangu, kwa sababu nataka niwe huru na wewe muda wote. Ndokrakasan, hatuendi kukote. Nataka kuongea na wewe kwanza, nisikize nikwambie John. Usitake tuanze kugombana, unanielewa? Hivyo huwa ni kama hapa, hii sio sehemu sahihi eh? Afi, Kendrick anajua ni dereva tax wa kawaida tu kama madereva wengine taxi driver hivi. Unajisikia unavyoongea ati nimekufuata hapa nikiwa kama taxi driver au mpenzi wako John? Nina haraka, unanielewa? Wakina Kala wananisubiri. So please, not now. Nuru! Nuru! Namba wengie ndani topic, majua, eh? ya gari siendi. Usibadilishe topic, unajua hivi. Unataka kuniambia Kendrick amekuvesha pete ya uchumba na umekubali, sio? Kwa hiyo ulitaka nikatae kwa sababu gani? au for which relationship ambayo tunayo mimi na wewe ya kunifanya nikatae Kendrick kunivalisha mimi pete ya uchumba? Unajisikia unaviongea? Eti watu badilika, lakini sikutegemea kwako Nuru, kabisa yani ani. well, wewe wakuniambia we, we, kwa relationship ipi ambayo ipo kati yetu mimi na wewe? Serious ni please, wewe niache hapa, wakinakara anikuta hapa, so please, naomba uende usiniharibie siku please.

wangu kuna kitu hakipo sawa mke wangu. Umeshaanza kelele na hicho ndicho tunachokwazana. mm -mm. Toni, embu nisikize kwanza, umechelewa kunifungulia mlango, pili chumbani kwangu hakuko sawa hata kidogo. Nini kinaendelea huko ndani? Ah, mke wangu, hebu nenda ukaoge kwanza, ukirudi tutayaongea haya. Mm, -mm. Sitaki habari ya, ya kuongea baadaye, nataka tuongee sasa hivi. Toni, mimi nakujua wewe vizuri, hata macho yako tu yanaonyesha kuna kitu hakipo sawa. Mke wangu, nenda ukaoga, haya mengine tutayaongea baadaye. Twende.